Ndoa ni taasisi iliyoanzishwa na Mungu yenye lengo la kuwakutanisha mwanamume na mwanamke. Ndoa ni taasisi iliyoanzishwa kwa lengo tu la kuongeza wanadamu wengi ulimwenguni. Ndoa ni taasisi ambayo Mungu anaishi kwayo. Karibu katika Familia TV ambapo tutaangazia maswala kadha wa kadha ya ndoa na familia watu wanapokutana, je, lile kusudi ambalo Mungu alisema watu waishi kwao ndilo wanaishi leo? Tupo na familia hii. Ok, mtazamaji na msikilizaji wa familia TV, nakukaribisha katika kipindi kizuri sana cha familia. Lakini leo nipo na familia ya Gamba, Gideon Gamba. Niko familia ya Gideon Gamba pamoja na mke wake hapo hapo wanapendeza kabisa. Nimefurahia kufika nyumbani kwenu. Jamani hongereni sana. Asante. Okay, sawa. Nimefurahi sana kuwa pamoja na nyie. Lakini niwakaribisha sana katika Familia TV. Asante. Okay, sawa. Nataka ni, ni niwe na maswali machache tu kuhusu pamoja na nyie. Tayari? Tuko tayari. Okay, sawa. Uh, nataka nifahamu kwanza nyie mlikutana wapi? Na mlikutanaje? Mazingira yapi? Karibu sana Nyanza na Gamba. Eh, ndio mtangazaji, una maswali ya mtego kidogo ya yeah. Sisi tulikutana kanisani, sisi ni wa Adventista wa Sabato, tunasali kanisa la Adventista wa Sabato Sinza, huko ndiko nilikokutana na mke okay, okay, wangu. Ilikuwaje? Moments, tupe moments. Ilikuwaje kwa mara ya kwanza kabisa nam E, ni kama kituko fulani hivi lakini ni makusudi ya Mungu pia. e, wakati unajua vijana mara nyingi lazima tukiwa tunatafuta wake lazima turudi pa Mungu pamungwe eh. ambapo tunaomba ili tuweze kupata nini okay, si ndio? Sasa katika situation hiyo ya maombi, unajua sisi vijana pia, kabla hujapata mke si unajua pia unakuwa labda na uchumba kadhaa kadhaa kadhakadhaa na nini na kitu na kama hizo. Kwa hiyo wakati niko katika situation hiyo yakawa magumu zaidi, nikasema bana, nirudie tu Mungu kwa ajili ya kupata mke eh, kupata, basi eh, nikawa nikaingia kwenye maombi hizo, hmm. na vitu kama hivyo kwa muda kadhaa na baadaye, kwa bahati nzuri nilikuwa kiongozi wa wa kanisa, yani karani wa kanisa. Hmm. Hmm. rasinza hmm. Sasa nakumbuka ilikuwa tarehe moja mwezi wa sita, ishirini kumi na saba ilikuwa ni sabato ya wageni eh? okay. yeah. Sasa siku hiyo sabato walei kwa pale, kama unafahamu karani, nilikuwa katika kutangaza matangazo ya kanisa, ukiwa pale mbele, bwana nchosinajua wanasema unatazama, na baadaye unaona Kibotane, Kibotane. Eh, kwa hiyo nilipokuwa pale juu nikatazama, nikaona basi hmm. Nikasikia moyo wangu unasema yule ndiye. Okay, sasa unajua ukishakuwa kiongozi baadaye nikasika pale kwa kuna moja, ba, ambaru, matangazo kama bana kakili kama shaki kidogo bana najua. Basi kuwa kuna mzee mmoja pale akamuza bana Gamba, rudi malizie matangazo, hujamaliza matangazo. Basi kaenda nikamaliza na baadaye, niliposhuka kwa bahati mbaya akawa ameondoka. Nakareka mtindo, akifika anachungulia na abudu anaondoka. Sasa basi nasema na yule mtu mona mona hivi. Hiia wiki ya kwanza ya pili, baadaye nikaja nikamuona, nikamuona mara kwanza, ya kwanza nika nikamfuata. Kalia binti bana, wewe <tosan> <tosan> ni mgeni sawa. nahitaji kukutambua kwa sababu mimi ni karani wa kanisa. Kwanza nipe namba ya simu ya kwako. <tosan> <tosan> Nikatumia mamlaka <tosan> nika ya <tumia> mamlaka. <tosan> naomba namba ya simu ya kwako baadaye utanipa ya karani wa kanisa hilo ili tuweze kupata aidha tuhamishe ushirika , lakini nilianza na kusema kwamba tuweze kutambua wewe ni nani na umetokea kanisa gani. Aha. Ili upate ile barua ya utambulisho, basi akanipa hmm, namba ya simu, basi mawasiliano akaanzia hapo, na vilivyofuata ndio unamwona saa hizi ni, okay, ni, ni mke na ni okay. chombo ya fundi hmm. Hmm zawadia watoto wawili na mpaka hivi sasa unavyotuna. Okay, hongereni sana, hongereni sana, hongereni sana. Sana sasa, ili tutamuuliza, so madam, kipindi ana- anakufuata ana, ana Gamba anakufuata ana, na kujieleza na kutupa swala zake, kitu gani ambacho kilikushawishi sana mpaka ukamkubalia, ni kwamba ukamwona huyu ndiye nafaa sasa, kati ya watu ambao binti anafuatwa hmm. kwa kwa wa. hmm. Okay. hmm. ito... hmm. na watu wengi, kwa hiyo ukaona huyu ndio anafaa kuwa mume wangu. Sasa kitu kikubwa zaidi kilicho nivutia kwake nilikuwa naona anapenda sana kufanya kazi. Okay. m hmm. Kwa mara ya kwanza wakati nilianza kuabudu pale sina hmm. Nilikuwa kama Sabato ya kwanza ndo nimefika hmm nimesikia wakati wa matangazo <laughs> Gideon Gamba mm-hmm. yaani kwanza tu nilivyosikia sio kunivutia, nikawa ikawa kama ni, nika mbona huyu mtu kama namjua. Ah, Gideon <laughs> <Ehe>. Gamba <nika>. Sikufuatilia <laughs> sana nikaa <laughs> ninaachana naye. Sabato tena ya pili na nikasikia nikasema, kana huyu Gideon Gamba ni nani? Unaona, kila kila Sabato namsikia Gideon Gamba ni imefika kama kama ilikuwa si Sabato ya tatu au ya nne, ndo nikaja so, ya kugundua karani halafu, yeah, okay. pia ndo baadae akamata kwa ajili ya kutaka barua ya utambulisho kwa ajili mi, okay. ya mi kushughulika kanisani. ko kitu kikubwa kimevutia ni yeye alikuwa anapenda sana kazi ya Mungu, alafu pia ni alikuwa anajiamini, alikuwa anapita, narudi tena. okay. sawa <laughs> Safi sana, kitu kizuri sana hmm. Baada hapo mkaanza uchumba na mkaendelea katika maisha ya kawaida, si ndivyo? nataka mm -hmm. Uh, nifahamu uchumba bora au kitu kizuri huwa kinakutana vi mm -hmm. na vikwazo. Vikwazo gani ambazo mlikutana navyo katika uh, uchumba wenu ambao ukaona kabisa hiki kinaweza kikawa ni kikwazo mimi na huyu kuunganishwa naye. Gamba, nianze na wewe. hmm. Eh, labda <coughs> sasa nizungumzie kwa mkutano huu kwamba baada ya kwamba kukubaliana tunajua maana vijana wanasema mara umedondosha nyao na vitu kama hivyo tupandoana, okay. Baadae tulikubaliana okay. Na mwenzangu tukasema basi tuombe tufunge na kuomba ndani ya wiki ngapi? wiki mbili, okay. Kama Mungu ataruhusu uwezi kuoana utafanyaje? Utaoana Uta kama hata ruhusu basi Ta -ta. Atajua mwenyewe. Na uzuri pale kanisani kuna mzee mmoja alikuwa ni, kama unavyofahamu program za kanisani kwetu na kipindi cha maombi, na yupo kabisa kiongozi kabisa ambaye ni mwenyekiti wa maombi kwa hili tukafikisha, alikuwa ni mzee mmoja hivi, ni mzee wangu sana, nampenda sana, anaitwa mzee Saru Mageta hmm. Alikuwa ni mwenyekiti wa kamati ya maombi Nimeona kwamba kuna mtu anaweza akanifaa, tuweze kufanyaje kutembea. Kwa hiyo nikamfikishia ile bana tuka muda wa wiki ngapi mbili, tukaliombea hilo bana, ili tuweze kuingia kwenye nini, kwenye tuingie kwenye ndoa, kwa sababu ukeli ikwamba uchumba wetu akuka muda mrefu eh. tumeshaingia kwenye, kwenye ndoa kamau kao, tukaomba zile wiki mbili. Kwa kweli tukaona hakuna kilicholeta shida, tukaingia kwenye tuka, e kwa ajili ya za habari ingine tena mahusiano muda mfupi na tumaini ndoa, sawa sawa, yes. Mm, nataka nifahamu tu, yani ukishampenda mtu, nazungumza kama mwanaume sasa, ukishampenda mtu unakuwa kunakua uh, una hisia nyingi sana ambazo ziko ndani ya ya, hiyo kitu uh, ni ngumu sana ukiambiwa kwamba mfano ukaomba aafu Mungu akwambia sio. Ni kweli ungairisha? Ngeailisha inategemea. Kwa kwa nini mimi nasema inategemea kwa sababu kwanza, nilianza kupata arati, umeona, nilianza kupata arati hapo mwanzo. Kabla nilikwambia kwamba nilikuwa kwenye mahusiano pia mengine mengine, lakini kuna mahali yalikuwa yanafanyaje, yana stack yani kabisa, unaona hapa hapa stoboy hapa na nini, lakini baadaye nilivyobaki neutral kwamba sina mtu sinafanyaje, o so, nikamrudia Mungu na lile tukio lilivyokuja moja kwa moja, huyu ndiye umeona. Rohoni kabisa roho yangu ikaniambia yule ndiye. Umeona? mm. Na ndio maana nikwambia nilifanya jitihada pia ya kufanyaje, um, kumpata siku hiyo, ilikuwa ni mwezi wa sita, nikwambia tarehe moja mwezi wa sita ilikuwa ni Sabato wageni, umeona. Kwa hiyo kuja kukutana huko tena mpaka kuweka mambo sasa, ilikuwa katua tisa wa kumi huko, umeona. Ndio maana ukiangalia tisa wa kumi huko tumeenda wa kumi tumekubaliana haya mambo, wanne hapo tayari nikawa nimeshapeleka mahali, ukiangalia ni distance ya muda mfupi eh? Yes, kwa hiyo, kwa hiyo kile hatua nilikuwa naona ni tofauti na nilikotoka. Umeona? Oh yes, kwa hiyo nikawa nimeshapeleka hivyo tukaja nimeshapeleka hivyo tukaja tukaoana. Asante, safi sana. Historia ni nzuri na inavutia kwanza mkutana kanisani na hivi mkutana kanisani mkavutiana. Madam ameniambia kitu kinavutia kwako ni kuchapa kazi kufanya kazi ya Mungu. Maana alikuwa naye akamtafuta mtu mcha Mungu eh. Sawa. Wewe ulivutiwa nini? Kwanza, cha kwanza, unafahamu kabisa yeah. Wanaume wote cha kwanza tunaanzaga pia, tumeonekana alichanganya kidogo, kachanganyana okay. yeah. kidogo mke yeah. wangu ni mzuri yeah. okay. namuona tu yeah. chombo <laughs> na ndio maana nakwambia chombo ya fundi na fundi mwenyewe ndio mimi, au sio? kwa hiyo unaona yeah. baada ya hapo ndio watu zingine zikafanyaje? yeah. Okay. Umesema ulivutia kwanza na muonekano wake lakini pia mengine yalifuata nafikiri tabia yake na vitu kama hivyo ukaenda kuishi naye. Sasa mimi nianze kuwapongeza kwenye mianzo yenu ni mizuri sana. Hamjafika mwisho maana safari ya ndoa ha, haina mwisho. Aa, lakini pia naamini mtafika mbali. Wote tunasema mtafika mbali. Mpaka Yesu atakaporudi au sio? Okay, uh, baada ya uchumba mkaanza maisha ya ndoa. Naam. No. Baada ya maisha ya uchumba, maisha ya ndoa yakaanza. Je, nini kilifuata? Usikose sehemu ya pili ya kipindi hiki.